Hiyo na walivyo washenzi, wa huni wanaandika hivi vitu vyote kwa Kiingereza. Sasa unamwandikiaje wananchi wanamtwa Kiingereza kama unataka aelewe vizuri, kwa nini usimwandikie kwa Kiswahili? Ndio maana wakiona tunakuja hapa eh, kinyesi kinawachaa kwa sababu wanajua tutakuja kuwafungueni macho na nielewa vizuri. Kwa hiyo mnaelewa ni kwanini wanatunyima hata viwanja kwa nini wanaogopa tusizungumze na nyie? Kwa sababu mtawafungueni macho. na mtumbo, mnanielewa? Sina mtumbo. Tunduru, mnanielewa? Tunduru, mnaelewa? Kwa hiyo wanakata export levy shilingi mia tano hamsini, na hiyo hiyo wanaokukata ikinunuliwa. Pembejeo zinaletwa hapa, unaambiwa mama ametuletea pembejeo. Sasa mama, kama una huruma hivi, bado ulikuwa uleti kabla hujawa rais, au baada ya kuwa rais tu ndio umekuwa tajiri eh? Ukiwa rais tu wewe unalima barabara, unachimba machozi, na ukitoka utaendelea kutuletea hivyo vitu, yaani yeah. Yeah, fedha yako wewe mwenyewe ya kodi yako, ikichimba choo natuchimbia. Ah, choo <laughs> na mbunge anasimama bungeni anazungumza dakika kumi, dakika nane, anamsifia mama. mm -hmm. we, Mama yetu mama yetu, ero In abundance of water a fully test, katikati ya windi wa maji jinga, na wanakata export revenue shilingi 550 Na kumi kwenye kila kilo moja ya korosho na ufute hivyo hivyo. Sasa kwa mfano wewe unaweza ukasema shilingi mia moja na kumi akinikata ni shingapi kwani? Lakini iko hivi, mwaka jana, kwa mujibu wa takwimu za serikali, wamezalisha korosho tani laki tano na ishirini na sita tani laki tano na ishirini na sita, mara mia moja na kumi ni bilioni sitini, bilioni ngapi? Sasa so, nikisema bilioni, si kama unaelewa bilioni moja ni mi milioni elfu moja, yaani bilioni kwenye bilioni moja. Nasikia mzee mwenye nyere nyingi bilioni, kuna bilioni milioni elfu moja, yaani ukipanga vijana elfu moja kila mmoja ukampa milioni milioni ndio bilioni moja, yaani uhesabu shilingi mia iwe laki, laki iwe milioni milioni moja, mbili, tatu, kumi bilioni mia, mia moja mia mbili mia tatu elfu ndio bilioni moja. Sasa vyama vya ushirika mwaka jana kwa kukata watu shilingi mia moja na kumi mia moja na kumi wamepata bilioni sitini. Ndio maana mtu anachaguliwa kuwa mwenyekiti wa AMCOS wao wa chama cha ushirika, alikuwa anatembea pekupeku, leo unamkuta amejenga guest house tuduru, amenunua gari, anajenga nyumba, anazitoa wapi hizo hela? Hey, naosema nao na wasingizia na sema ukweli, na nawasingizia na sema ukweli ndio.